Kwa mujibu wa waraka namba mbili wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne, baada ya daftari au jedwali la fidia kuwa limesainiwa na mthamini mkuu wa serikali linapelekwa kwa wananchi kukabidhiwa kwa mlipaji. Kwa sisi walipaji wetu ni Tanesco, ambao leo hii tunao furaha tumewakabidhi jedwali kwa ajili ya process ya ulipaji iweze kuendelea. Kwa hiyo tupo hapa tumekabidhi hilo jedwali na TANESCO, ili TANESCO endelee na malipo. Kuna zaidi ya bilioni 3, nadhani tatu na kidogo, kwa ajili ya malipo ya fidia kwa wananchi wote ambao wameguswa na huu mradi. Mradi huu kwa kweli una faida kubwa especially kwa mkoa wa Tanga kwa sababu ukiangalia mkoa wa Tanga kimkakati ni mkoa wa viwanda na kumekuwa na changamoto kidogo ya upatikanaji wa umeme ambao unaweza ukakizi mahitaji hayo kwa weke, wawekezaji ambao kimsingi wanakuwa wanahitaji umeme mwingi kwa ajili ya shughuli zao za viwanda. Kwa hiyo sisi kama TANESCO tumeliangalia hili kwa kipindi kirefu na serikali katika hali yake ya kuhakikisha kwamba wananchi wake na wawekezaji wanakuwa na mazingira salama ya kuweza kufanya shughuli zao, ndio maana walileta huu mradi ambao utakuwa na umeme ambao utakizi wawekezaji lakini pia kwa wananchi wa Tanga nashukuru. Wafanye tu jitihada, miaka saba ni mingi, maana wengi katika haya wamefariki. Sasa tuliobaki tusikutwe tena na hayo. Ninachoomba, jitihada ziendelee na zifanyike jitihada za usawa na haki, tupate haki zetu, zisichelewe sana mpaka tukute mafa tena. Ninashukuru sana ofisi ya utathmini kwa kuja kuona, kukabidhiwa, kuona, kuona, daftari la tathmini Ilikuwa ni kero kubwa sana kwa wanakijiji, na vile vile nipende kuishukuru uh, serikali ya rais Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za kuhakikisha kwamba wananchi wanafaidika na yale ambayo wamekaa wamejitolea maeneo yao, ni kwamba wanalipwa fidia zao, ni kwamba hakuna mwananchi ambaye atakaa uh, azulumiwa haki yake.